Ni lengo mojawapo la kikao hiki kuweka mikakati ya namna bora ya kuweza kutoa chakula kwa wanafunzi wote. Ni kweli utoaji wa chakula umefikia asilimia tisini uh, na sita kimkoa, lakini kuna baadhi ya shule ambazo bado ziko chini ambazo zinatuvuta tusiweze kufika asilimia mia. Kwa hiyo tutawaelekeza na njia zipi mikakati ipi ambayo tunaweza tukaiweka tuka, tuka kwa ajili ya kuweza kufikia asilimia hiyo. Mojawapo najua wazazi sasa hivi wameweza wanaweza kuandaa mashamba kupata chakula kuweza kusonya vyakula wakati wa mavuno wanafunzi kula shuleni wazazi kuweza kuchangia, lakini pia na hata kutumia ardhi tuliyonayo katika mashule yetu kuweza kulima mazao ili kuongeza chakula katika shule zetu. Kwa hiyo mada yanayofuata ni ya kuweka mikakati hiyo, namna gani tutaweza kuweka mikakati kwa ajili ya shule zote wanafunzi wote waweze kupata chakula. Tutoka, tutoka ili tutoke asilimia tisini na sita iliyopo tuweze kwenda juu, na shule zile ambazo hazitoe chakula kabisa, kama mlivyoona kwenye taarifa yetu, namna gani zinaweza zikaweza kuanza kutoa chakula kwa mwaka ishirini ishirini na sita shule zitakapoanza kufunguliwa.